Nimefurahishwa mno kuja kujikuta kwamba eneo hili limeisha takasishwa na Mwenyezi Mungu, kuja kujikuta kwamba tuna misikiti ya kupata mingapi? Miwili. Na kule nyuma tulikuwa tunasikia tu kwamba hivi kuna watu wanaswali sehemu za kuswalia tulikuwa hatuoni, lakini leo hii jitihada zako kwa kuona mbali wewe ndiyo ikatufanya nasi tujikute kwamba tuna misikiti pamoja na kuyaona yale na zidi tu kusisitiza kwamba mshikamano huu uwe uzidi kuwepo amen. Hmm? endapo wewe unaweza ukakwama, ukaona kwamba hivi ni mtu hawa ndio wakwamuzi wa kutukwamua hmm? sisi pia wao si wachoyo, wameacha wazi nafasi wazi za kusema, kijana yeyote yule atakayejiona kwamba vyanaweza kwenda kusomea, ndio eh, anaweza kwenda kusomea masomo hayo, yazidi kutumika. Amina. Na yale aliyokuwa ya akitajwa hapa, mimi nilikuwa mbali nanyi, lakini nilikuwa karibu nanyi, maana nilikuwa nasikia. Asante mm, mafundisho ambayo yaliyoweza kutolewa hapa kwa leo kweli, atana mimi nazidi kumuomba Mwenyezi Mungu, amina, ayazidishie neema. Amina, amina. Kwa yangu machache yale ah Naona watu, watu. Wow. Eh? Wachaje tu siwezi wazungumza sana, lakini cha mwisho, ndugu yangu Sheikh, utakapoondoka hapa kwenda nyumbani tu, tufikishie salamu zetu huko yeah. Pamoja na kuzifikisha salamu hizo hizo, hizo. Uzidi kuwa na moyo wa kutuhatamia <laughs> hmm? Si kutuacha hivyo. Unaona jengo hili linapendeza, ukiteremka pale chini kuna jengo napendeza, lakini na yote hayo hayo ya kumwabudia Mungu hmm? a zitaza hizo ziwepo. Nazidi zidi kuwashukuru tu kwa kuniona na mimi kidogo kunisogee kwenu basi lakini wane, sina kabla kashira. Nipenda na mimi jamani hata kama nazungumza nanyi, sura inafanana <laughs> <laughs> wanasema kwamba Waswahili wa Pemba hujuana kwa vilemba eh, nah. Sasa tutajuanaje? Asante eh, <laughs> mzee. Asante sana kwa usia wako na tunavyokufahamu na, na, na ndio maana tunashikamana na huyu. Akikupa ushauri anakuambia mwanangu acha, kweli pia acha. Bado ni mshauri mkuu, bado ni mzee maarufu maarufu kwa hiyo, kuwataka nyinyi kwa nia njema, ndio marikwana anasema, nami na dua zangu, Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu atanisikia Amina. Basi kwa hiyo sasa nazidi kuwaombea safari njema, pamoja na msafara wako uliokuja nao, mfike salama salimini. Basi bwana, haina nguvu treni ikiwa juu ya reli wagi, nazidi kusakata mitambo.